Leo ndoa nyingi zimekuwa mtihani sana, ndoa zinadumu muda mfupi. Na kwa sasa, kwa kuwa kina mama wengi tunabidii, tunaweza kuwa tumetafuta fedha tumezipata, tunataka kukimbia kwenda kwa shehe ili tupewe talaka. Kama hatupewi talaka, tuko tayari kulipa mahali tuliotolewa, ili tuweze kupewa talaka hii Ina lilahi wa ina lilahi, ni msiba mkubwa kwetu. Au hayatokee akinamama. Sasa ni lazima tuangalie, msikiti uwe na utaratibu umoja, umoja wa kinamama wa Kiislamu, tuwe na utaratibu wa kuwa na madrasa na madarasa na kinamama kwa ajili ya kuongea habari ya ndoa, habari ya ukatili, habari ya malezi. Hatuwezi kuendelea kuwa na yaani na na, na, na, na, na wimbi kubwa la watu kutafuta taraka, ili tubaki tunaendelea kufanya zinaa na ameikataa Mwenyezi Mungu, tusiikaribie zinaa. Kwa kila mmoja aone anayo nafasi ya kunusuru ndoa.